Afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe, leo kwenye mkutano na waandishi wa habari amefunguka kuhusu pesa zao za ubingwa msimu uliopita katika kombe la shirikisho kuwa hawakuzipokea na iwapo mpaka fainali ya msimu huu iliyopangwa kupigwa Zanzibar, pesa hizo zikiwa zijafika, basi hawatocheza nako kama ilivyo mechi ya ligi kuu dhidi ya mtani wao Simba. Hapa tuonyeshe kama we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa, fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya, benki ya CRDB, klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. <coughs> Tuko very clear, mpaka mayake tumetumeleana kwa muda mrefu hapa, kama hatujalipwa deni <coughs> letu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 aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse, alafu ataiona nguvu ya wananchi. Na zungumzaji hizi pointi sabini na tatu, ndugu zangu.